Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu na baada ya hapo alipata elimu yake ya sekondari katika seminari ndogo ya mtakatifu Karori Boromeo Itaga, hapa manispaa ya Tabora, kati ya mwaka elfu moja mia e Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa huruma na Mungu wa faraja zote, wewe unakaa juu mbinguni na kuwatazama wanyonge nawe unavijua vyote kabla havijazaliwa. Bado wewe, ambaye kwa neno la neema yako ulilipa kanisa lako kanuni zako, wewe uliteua tangu awali kizazi cha waadilifu kuanzia Ibrahimu, nawe uliweka viongozi na makuhani, wala hukuacha patakatifu pako pasiwe na huduma, na tangu mwanzo wa ulimwengu ulipenda kutukuzwa katika wale uliowachagua, na sasa umimnie huyu mteule wako nguvu ile itokayo kwako, yaani Roho wa utawala uliempa mwanao mpenzi Yesu Kristo, naye akawapa mitume watakatifu Roho huyu na ndio walisimika kanisa kila mahali pawe makao yako matakatifu kwa utukufu na heshima isiyo na mwisho ya jina lako. E Baba ujuae mioyo ya watu, umjalie huyu mtumishi wako uliyemteua kuwa askofu msaidizi aweze kulichunga kundi lako takatifu na kutimiza pasipo lawama utume wa ukuhani mkuu. Akutumikie usiku na mchana, ili akufanye uso wako uwe radhi daima kwetu sisi, na akutolee vipaji vya kanisa lako takatifu kwa nguvu ya roho ya ukuhani mkuu. Umjalie uwezo wa kuondolea dhambi kama ulivyoamuru apange huduma katika kanisa kadiri ya mapenzi yako, na kukifungua kila kifungo cha mamlaka uliyowapa mitume. Akupendeze kwa upole na usafi wa moyo, akutolea hapo dhabihu itoayo harufu nzuri, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake wapata utukufu na nguvu na heshima pamoja na Roho Mtakatifu katika kanisa takatifu sasa na hata milele, amina. Baada ya sala hii sasa, askofu mteule msaidizi ni askofu wa jimbo kuu katoliki la Tabora na... Sasa askofu mweka wakfu atampaka mafuta mweko wakfu. Tendo hilo linaashiria kushirikishwa ukuhani wa Kristo. Baada ya maneno maalum atakayosema, kwaya mtatuongoza kwa wimbo. Baada ya maneno maalum atakayoongoza askofu. tendo hilo la kupakwa mafuta ya krisma kichwani kwake ni mapokeo ya kanisa tangu zamani, ambapo tunashirikishwa nafsi ya Kristo aliye kuhani, mfalme na anayetushirikisha uzima wa milele. Basi askofu huyu msaidizi atapakwa mafuta hayo ili ashiriki nafsi ya Kristo ambaye ni kuhani na mfalme anayetushirikisha uzima huo wa milele katika kulichunga kundi hili ambalo leo hii mama kanisa mtakatifu, kupitia Mungu aliyekushirikisha ukuhani mkuu wa Kristo, yeye mwenyewe akumiminie mafuta haya matakatifu na kukunemesha kwa wingi wa baraka za rohoni kwa ofu wanaoadhimisha mafumbo haya. Na endelea kutufuatilia kupitia uh, mitandao yetu na redio zote za kanisa ambazo ziko maeneo haya. Tunao pia uh, Mofili, Mo, Media, lakini pia Moshi Online, lakini Radio Maria Tanzania, ambao wanakuletea matangazo haya katika ukurasa wao wa Facebook lakini pia moja kwa moja pale makao makuu Mikocheni, Dar es Salaam, lakini pia tunao uh, wale ambao wako viunga hivi vya Tabora kupitia Tabora FM, lakini pia vyombo vyote vya kanisa bila kusahau kule Uh, katika YouTube uh, tunao Tumaini TV. Sasa askofu kiongozi mweka wakfu atamkabidhi askofu mpya kitabu cha Injili pokea injili na kulihubiri neno la Mungu kwa uvumilivu wote na mafundisho. Ni mwalimu wa mafundisho ya kanisa, lakini pia ni mhubiri mkuu wa neno la Mungu. Na hivi sasa askofu mpya atavishwa pete. Pete hiyo ni alama ya kuonyesha uhusiano wake na jimbo lake vilevile ni alama ya uaminifu wake kwa kanisa. Amekabidhiwa uh, kitabu cha Injili kama mwalimu wa neno la Mungu kwa ajili ya kuwafundisha waamini neno la Kristo, lakini pia katika uaminifu huo anavalishwa pete uh, ikiwa ni ishara ya muunganiko wake pamoja na Kristo. Pokea pete, alama ya uaminifu. Ulinde kanisa takatifu, bibi harusi wa Mungu, kwa imani nyofu na maisha safi. Naam. Pete hiyo ni ishara ya uaminifu wake kwa Kristo, mchungaji mwema, lakini sasa kwa... askofu mpya atavishwa kofia ndogo zucheto. Pete hiyo ni ishara ya uaminifu kwake wake kwa Kristo, mchungaji mwema na kupitia kanisa hilo ambalo sasa yeye ni mchungaji na kiongozi sasa. Askofu mpya anavishwa mitra, kofia ya kiaskofu. Napokea mitra na wangavu wa utakatifu ung'ae ndani yako, ili utakapoonekana kama mkuu wa mchungaji, ustahili kuipokea taji ya utukufu isiyooza kamwe. Kama ishara ya ukuhani wake. Na tuwe kimya tafadhali, tafadhali. Na sasa askofu mpya anakabidhiwa bakora ya kichungaji, alama ya utawala na hadhi. Pokea bakora alama ya kazi ya uchungaji, na ulichunge kundi lote ambalo ndani yake Roho Mtakatifu amekuweka uwe askofu ili ulisimamie kanisa la Mungu. Na sasa askofu mpya ataketishwa kama askofu msaidizi katika kiti na kama mkonselebranti wa kwanza isha katika kiti na kisha hapo, basi maaskofu wenzake watamtakia amani, ikiwa ni ishara pia ya kumpokea katika urika wao wa maaskofu, na huyu sasa anakuwa ni askofu mwingine katika baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Na kisha hapo siadangani mwadhimishi msaidizi wa kwanza katika maadhimisho haya siku hii ya leo, katika nafsi yake, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, kanisa la Tanzania, kanisa la Tabora, kwa kumpata Askofu Josephat Jackson Bududu. Kristo, basi tunajua tuna furaha, vigeregere vinaharibu liturujia, eh hey! Naomba mnisikiria.